Ndugu yangu mpendwa, karibu sana kwenye kipindi hiki, nami leo nitakujuza au nitakufahamisha mbinu ambayo mimi naitumia katika kuzikariri au kuzielewa funguo mbalimbali, namna ambayo mimi imenisaidia hasa zaidi kukariri funguo nyingi au kunamna nzuri ya kuzicheza funguo nyingi katika kinanda, ambazo zinanisaidia funguo nyingi ziweze kukaa vidoleni. Kila mcheza kinanda ana mbinu zake fulani fulani ambazo anaona yeye zinamsaidia, na mimi leo nitakuonesha mbinu zangu. Kama mnavyoona mbele yangu hapa, nina kinanda hiki aina ya, ya Yamaha PSR E 363 hiki hapa, nimesha set kabisa. Basi karibu basi ndugu yangu, ina kanamna fulani ambako mimi nimekachagua, yani ni kama kakodi fulani ambako mimi huwa kaninisaidia niweze kumungu na funguo zote, na kaninisaidia niweze kuhifadhi structure au muundo wa funguo mbalimbali. Nako ni kama haka nitakacheza kwa kufuatisha funguo. Basi nitaanza na funguo G. Basi funguo G mnacheza hivi, hii ni D. Basi takuja A, haka haka, tunaendelea nako baada ya A. Labda nitakuja nitacheza si. hii ni si. basi baada ya si labda nitakuja nitacheza d. Hii ni d. Basi baada ya d naweza nikacheza e. Basi kwa leo lao nitaelekeza hizi hizi basi baada ya kuzitambua hizi funguo, basi mtiririko wake na mtiririko wake unakuwa kama hivi. basi unafanya kama hivi, nakusaidia unaweza kujua mpangilio wa funguo zili namna zilivyokaa. Kwa mfano, kama labda unacheza sebene fulani, naweza nikajaribu kutengeneza sebene kwa kuhamahama na funguo hizi zilivyo, kwa mfano Katika mpangilio wa hizi funguo, labda pengine unataka ucheze sebene lako, au labda pengine uko unacheza kwenye kwaya, bahati mbaya wamehama funguo. Ukifahamu hivi, inakuwa ni rahisi na wewe kuhama kuwafata, au pengine labda wamepanda au wameshuka, basi inakuwa rahisi. Basi ndugu yangu, mtacheza sebene hapa, kama nikuonyeshe hii. Kwa mfano, miondoko ya sebene inakuwa, naongeza tempo yako. <coughs> Fuatilia chaneli yetu inaitwa Sauti yangu katika mtandao wa YouTube, Facebook na TikTok. Sauti yangu. Sauti yangu.